a kituo cha afya ndio kituo cha yaani zahanati. Zahanati hii toka tuijenge, ina maana kwamba haina nyumba ya wataalamu, hivyo linavyotokea linaumwa kama ile usiku kwenda pale nipate huduma, nakosa huduma kwa sababu wanakuwa wao wamepanga sehemu ya mbali, hivyo ukapiga simu aje kuhudumie hudum, inapita masaa mpaka mawili matatu. Je, mgonjwa hata kuwa amefariki hivyo. Naomba msaada mkiwa bungeni, pamoja na halmashauri, mkalitazama hivyo, kama ushauri wangu, kama na katika ndani hiyo hiyo hiyo, hiyo kituo cha no, hiyo zanati kuna tatizo moja, ambapo inaonekana zanati hiyo kama ilijengwa na mimi wa hali ya chini, lakini kwa ajili ya kuwasaidia wasomi wapate ajira na serikali iendelee kujiinua kwamba imeajili wasomi wengi. Hivyo ninavyokwenda pale, naenda kutoa pesa chumba cha kwanza elfu tano na kwenda cha pili elfu tano jumla elfu kumi na tano mpaka nikapata dawa. Wakati huo nakosa kwenda kupata hiyo huduma pale, naamua kwenda kwenye duka la madawa nikanunue dawa za shilingi elfu tano na tibua na pona. Lakini nimeenda pale nimetoa elfu kumi na tano Je, nimesaidiwa nini mimi wananchi wa kawaida? Naomba msaada mheshimiwa mbunge, nilipata faida tunayofaidika Wanaitunduma labda ni kwa ajili ya kliniki kwa ajili ya watoto lakini sio kwa maana ya matibabu, hivyo msaada madiwani, wabunge, naokutazama hilo namna ya Itunduma tunapopata shida, anasema ndugu yangu Mdagasule. Hapa la kwanza amezungumza habari ya zahanati, kwamba anaomba ile zahanati pale tupambane kupata nyumba ya mganga hiyo jirani ili wa, wananchi wetu wakienda kutibiwa pale wapate huduma za uhakika usiku na mchana. Nadhani hoja yake ni nzuri, tumpigie makofi mengi. Na mimi nimekuelewa. Kwenye mipango yetu ya kupanga mipango ya kujenga shule, kujenga zahanati, mnakumbuka alipokuja makamu wa rais hapa Njombe tukiwa pale Itunduma nilisema kwa niaba yenu katika jambo nilisema, ni nihila muda Mdagasule, nilimwambia tumejenga zahanati nyingi, watumishi hawatoshi, lakini pia nyumba za wataalamu hazitoshi. Nadhani mnakumbuka si ndio? na akaniambia mheshimiwa mbunge, katika jimbo lako la Lupembe kwa hii miaka mitano tutajenga nyumba za watumishi zaidi ya ishirini na tano kuanisha awakilisheni serikalini juu ya kero yenu ya nyumba za watumishi. Lakini amesema hoja nyingine ambayo inafikirisha sana, kwamba ukienda zahanati pale kumuona mganga elfu tano, chumba cha pili elfu tano, sehemu nyingine elfu tano, jumla kumi na tano. Ukienda farmasi <laughs> dawa elfu tatu. Sasa bwana ataka siende zahanati, bora kuenda famasi <laughs> Itunduma oi! Itunduma oi! Hoja yako mini nielewa sana rafiki yangu. Sasa hili jambo ni jambo la sere ya afya, nadhani diwani wetu yuko hapa, mwenyekiti wa halmashauri yuko hapa. Haya ni mambo tutakwenda kuongea na mganga mkuu huko halmashauri ili tuone sere ya kumwona daktari na gharama zake zinakaaje. Itunduma oi! Naombeni mtuachie Tunduma. Itunduma safi, safi. Hilo mtu achietaketa kulifanyia kazi kwa sababu ni sera ya serikali, lazima lipite kwenye vikao sawasawa, jamani yeah. Hakutakuwa na wote hapa. Itunduma nendeni mkafanye kazi. Itunduma oye yeah. Nendeni mkafanye kazi, serikali yenu ipo madarakani, vyombo vimejipanga Jeshi liko imara, polisi wako imara na serikali wako imara, msiwe na mashaka wanaitunduma. Nendeni mkalime, nendeni mkapande. Wajibu wa serikali wa kwanza ni kuwalinda wananchi wake, ni kulinda amani ya nchi, na rais wetu yuko tayari kwa ajili ya jambo hilo. Itunduma oi, yeah. Msiwe na wasiwasi, nchi hii ni kubwa mimi natembea nchi hii maeneo mengi sana. Nchi hii ni kubwa kuliko nchi zote tano za Afrika Mashariki, yaani ukiunganisha nchi zote tano za Afrika Mashariki ni ndogo kuliko ilivyo Tanzania. Kwa hiyo ukubwa wa nchi hii, hakiwezi kikundi cha watu wachache kikavuruga amani ya nchi nzima ya Tanzania, haiwezekani. Itunduma oye Omwe na amani. Wananchi wangu wa Itunduma, na ntoe wito kwa wananchi wote wa jimbo la Lupembe kwamba rais wetu na amiri jeshi mkuu ametuhakikishia kama taifa kwamba tarehe tisa hakutakuwa na jambo lolote na nchi yetu itakuwa na amani, tuendelee kufanya kazi kwenye maeneo yetu. Ombi kwa wananchi wa hapa Itunduma, kama itatokea mkaona kuna kiashiria cha watu msio wajua, kwa sababu wanaofanya fujo hizi wala sio watu Itunduma. Uongo kweli jamani? Kwa kitokea mtu hapa Itunduma tusiye mjua, tunaomba mtoe taarifa kwenye serikali ya kijiji na vyombo vya ulinzi na usalama Itunduma hoi, Itunduma safi. Lakini waacikishie hali ni shwari sana. Mlimu ahidi kumchagua Mama Samia, mlimuahidi kumchagua diwani mkatupa kura nyingi za kishindo, na Mama Samia kwenye jimbo hili alipata kura zaidi ya asilimia 97. Pigeni makofi kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Mkanipa na mimi ushindo wa zaidi ya asilimia 90, mkampa ushindi mheshimiwa diwani. Sasa wananchi wa Itunduma, sisi viongozi wenu, Mama Samia, diwani na mimi, hatuwadai ila ninyi mnatudai sisi. Uongo kweli jamani? Ninyi wajibu wenu mmetimiza kwa asilimia mia moja. Nimefurahi sana kwenye hotuba ya Mheshimiwa Diwani, Mheshimiwa Zuru Mingu amezungumza vizuri kwamba wagomba nao ndio wapenda nao, pigeni makofi mengi sana ya kuunganisha wananchi na kuwapenda wananchi. Hawa wananchi hawa kinachowasumbua hapa ni kero kama alivyoongea Rwambo shida yao hapa wao ni maendeleo, wanaona mambo yao hayaendi, wanaona wanaonewa, wanataka watendewe haki na viongozi wao wanaowachagua. Pige ni makofi kwa tabaka <laughs> Lakini pia ndugu zangu, anaitunduma ni kushukuru sana Bwana Lambo Clayton. Wewe ni kijana mtulivu, ni kijana makini, na mimi kwa imani ile ile kwenye kampeni zangu za jimbo hili, ilimtemua Ulambo alikuwa ndio mratibu wa, wa kampeni zangu za jimbo zima mpaka tunashinda. Mpigeni makofi mengi sana na kama alivyosema niliposhinda ubunge mkanipa nyinyi mitano na yeye nikampa mitano tena, mpigeni makofi. Kwa hiyo ofisi yangu iko chini yake. Sasa, jamani kwa hiyo mna timu mzuri ofisi ya mbunge ambayo ndio ofisi yenu iko na kijana wenu wongo kweli, na diwani wenu tuko naye pamoja, pigeni makofi mengi sana lakini, pia kama hiyo haitoshi, madiwani kwa umoja wao kwa kura zote wakamchagua Bwana Mhada kuwa mwenyekiti wa halmashauri na yeye kwa heshima ya katiba anayemjua na kwa heshima ya zuri aliyemuunga mkono, akamteua kwa kwenye kamati ya fedha halmashauri ili kuleta maendeleo hapa Itunduma. Itunduma uye. Kwa hiyo watakavyokuwa wanapanga vipao mbele vya halmashauri, wapo wetunduma, mpo kila mahali, ofisi ya mbunge mpo, halmashauri mpo kwenye kata mpoipigeli makofi bashawap mesheaa mwenyekiti wa halmashauri ndugu yangu mwada, tuna kupongeza sana. Watu wa Tunduma, nataka niwaambie ile shule yenu pale inapigwa vita nyingi sana, nadhani mnajua. Uongo kweli? Niliambiwa huko nyuma watu wa halmashauri na wenzao ile shule ilikuwa wataki kuisajili wakisema imeibuliwa na mbunge na watu wake, sisi hatuitambui. Si mnajua watu wa Itunduma. Sasa leo amepatikana mwenyekiti mpya, uongo kwelu? Kwanza mpigeni makofi. Na amesema nikiwa hapa nitoe maelekezo, na mimi nakuagiza, umeshia mwenyekiti mpya, kazi ya kwanza pale ni halmashauri shule ya sekondari hapa Itunduma Itunduma, ukasajili shule ya sekondari hapa Itunduma Itunduma hapo vipi? Itunduma hapo vipi? Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Umemsikia Mheshimiwa Duana amesema hapa, ameshatoa hadi wenzake ngapi mheshimiwa za mtanga? mchanga kumi. Diwana ametoa wezake kumi kwa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti na wataalamu kule halmashauri, tunataka ile shule isajiliwe. Asubuhi tulikuwa pale madarasa mawili yaliyotoka kukamilika, na mimi nimeshaomba ile fedha ambayo niliambiwa awamu iliyopita kwamba imezuiliwa, sasa nimeambiwa itakuja kujenga sekondari hapa Itunduma. Kwa hiyo, mwenyekiti, kama kuna jambo kubwa la kuwafanyia wanaitunduma ni shule yao isajiliwe iweze kuanza kufanya kazi, na kwenye hii, wanaitunduma sina mchezo. Itunduma, mnaniamini au niamini? <coughs> <coughs> kasimamia huo ninachowaomba, wanaitunduma tuendelee kudumisha umoja, tudumishe amani, tutahakikisha swala la madarasa tunashughulikia, swala la walimu tunashughulikia tutahakikisha kule Mbako umeme haujafika tunakamilisha sawasawa. so, so, jamani yeah. na kila changamoto ya hapa Itunduma tutaifanyia kazi kwa awamu na muwe na subira. Hatutamaliza mambo yote kwa wakati mmoja, si ndio? Jamani, tutakwenda kwa awamu, tutafanya ziara mara nyingi kutoa mrejesho ya nini kinaendelea. Nataka niwashukuru sana wanaitunduma, leo siku ya kazi na mimi ni mkulima mwenzenu kuweko hapa saa moja asubuhi ni heshima kubwa mmetupa. Jipigeni makofi mengi sana kwenu. Mi nataka mapema mwende mkafanya kazi zenu, lakini mtembee kifua mbele kwamba diwani wenu, mbunge wenu, viongozi wa halmashauri na mama Samia tuko na ninyi asilimia mia moja. Hilo ndio ahadi yangu kwenu, wanaitunduma. Amesema Mheshimiwa diwani hapa mlisema wakati wa kampeni kwamba mnaomba tuanze mchakato wa kuifanya Itunduma kuwa kata, na bahati nzuri Mheshimiwa diwani ambaye amezungumza hapa ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata ya Mtwango. Mchakato ule utapita kwenye ofisi yake. Waongo kweli jamani? na afisa mtendaji wa kata bwana Fuara yuko hapa, sema watu wakuone bwana Fuara. Pigeni makofi kwako. Ninaamini watendaji wangu kijisu kijiji angu snawesi memwona jamani, mchakato wa kugawa maeneo huwa unaanzia kwenye vikao vya ngazi ya chini sawasawa. Kwa hiyo tutaomba viongozi wangu hawa ngazi ya kijiji, ngazi ya kata, itakwenda halmashauri. Mwenye kitu mmemwona, mmemwona, mjamwona mchakato unapenda kwake Ukitoka hapo utaenda wilayani, huko wilayani na mimi nitakuwepo, nitaupeleka taifa. Tunaamini watakapoanza kutangaza kata mpya na tamani, watu wetu Itunduma na nyinyi mwemo, pigeni makofi mengi sana.